Peoples. Bwana wow. Sisi kama wanafunzi, wanafunzi wa vyuo vikuu na vyuo vya kati tulitegemea tukiitwa kwenye mkutano, chama chetu tupewe strategies, tupewe mikakati, tupewe mbinu jinsi gani tutachukua serikali, jinsi gani tutachukua dola. Sio tunafika kwenye kwenye mkutano tunaongea, tunaanza kuongea stories back in days, back in days, back in days. Hiyo elimu ni matope, sio elimu ni nini? Toka nimefika kwenye, toka toka nimefika kwenye chuo changu. Sijawahi kuona, sijui jinsi gani tunako, yani tutengeneze hata mbinu ya kuwa wanachama hai hakuna kitu kama hicho. Lakini kule zetu chama, chama tawala tunaonaga mara kibao wanatengeneza njia ya kuwa ya ya mwanachama hai, lakini sisi kwetu wanachama wana kivuli kibao, ila tukiwa kwenye mkutano tunakuwa wengi. Msimamo wetu sisi kama wanafunzi wa vyuo na vyuo vikuu ni kusimama na kujenga hoja ili twende tukafanye uchaguzi, habari ya kwanza kutukana viongozi. Kwanza nilitegemea tupate maadhimio wa mazuri ambayo watajenga hoja, si kama wanafunzi wasomi na waelewa, tunajua nini cha kufanya na kuishauri jamii pamoja na, na wananchi kwa ujumla ili tuweze kushiriki uchaguzi. Hatuwezi kukubali issue ya no reform no election. Tunachopaswa kusimama imara ni kuruhusu watu waingie wakafanye uchaguzi tuweze kushinda kwa kishindo. Chama chetu kiko imara hiyo, na tuna imani ya kwamba tutashinda hiyo. Kwa hiyo mimi ni wa, ni wa, ni wa, ni watie moyo tu wanafunzi wenzangu kwamba tusimame imara, tujenge hoja, tusimame tukapige kura kwa sababu kupiga kura ni haki yetu ya, ya msingi. Tunapaswa tupige kura kwa sababu hatuwezi kushika, kushika, kushika dola bila kushiriki uchaguzi. Ndio peoples, sisi kama wanafunzi tunaona mwenendo wa chama chetu umekiuka katiba yao. Sisi tunataka dola, tunataka chama chetu kichukue dola. Kwa nini Haiwezekani um, um, unin, chama kinakataa kufanya uchaguzi. Sasa hiyo serikali tutaipataje? Tunataka tuta, yes, tuingie madarakani yes, tunataka tuingie madarakani, yes, tuingi madarakani. Yes, tumekuja hapa kupata nini? Kufata strategies ambayo tunajua tutafanyaje, tutapata vitu, si ndio? Dola tunaitaka si ndio? Tumekuja kwenye kikao. Unaona hii nguo, mimi ni CHADEMA pure sawa. Nimekuja hapa najua na chama changu kinajadili mikakati ambayo naweza nikafanyaje tukashikilia nguvu ya umma lakini tunakuja kupata polojo, polojo! Eh? Habari ya wali. Mne, tuna uchungu na chama chetu, tumechokachoka, mambo kila siku huko mama aa ambayo dola yeah, oao yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah,